Twende unakaribia, unakaribia. Wewe umefika. Angalia usiondoke. Kaa upumzike kwanza hapa. Eh, unasemaje? Unatuambiaje? Kwa kufika kileleni lazima utoke jasho. Eh, uliko juu